Shirika la ndege la Emirates limezindua muundo wake mpya wa ndege aina ya Airbus A380 uliosubiriwa kwa hamu, ambao umetolewa mahususi kwa suluhisho lake jipya la usafirishaji wa mizigo kutoka mlango hadi mlango, linaloitwa Emirates Courier Express. Ndege hii maarufu ya abiria itapaa angani, ikithibitisha dhamira ya Emirates ya kubadilisha uzoefu wa utoaji wa mizigo ya haraka kwa kuunganisha uzoefu wake wa miongo minne katika kusafirisha watu na bidhaa duniani kote. Mradi huu umefanywa ndani ya shirika katika kitengo cha Emirates Engineering, ambapo muundo wa Emirates Courier Express ulifanya ndege ya A380 kupitia mchakato wa kupakwa rangi upya kabisa. Hii ilikuwa sehemu ya mradi mkubwa ulioshirikisha ubunifu wa muundo, uzalishaji, usakinishaji na upakaji rangi ili kuleta ndege hii maalum hai. Muundo huo umetokana na msukumo wa vifurushi vya karatasi ya rangi ya kahawia, ambapo pua na mwili wa ndege umefungwa kwa karatasi ya krafti iliyoraruliwa kuonyesha bendera ya UAE kwenye mkia na nembo ya Emirates Courier Express pande zote mbili. Nembo hiyo pia imechorwa kwenye kila moja ya injini nne, huku sehemu ya chini ya ndege ikibeba nembo nyekundu ya Emirates inayotambulika mhuri mkubwa wa special delivery pamoja na mihuri ya utambuzi inayotambulika mara moja vinapamba mwili wa ndege na kuleta uhai katika muundo huo. Muundo huu wa rangi kutoka pua hadi mkia unaangazia kile kinachoifanya huduma hii ya utoaji wa mizigo ya haraka kutoka mlango hadi mlango kuwa ya kipekee. Muunganiko sio na mshono kati ya fliti ya ndege zaidi ya 250 za Emirates zenye mwili mpana na mtandao wa wake wa safari za mara kwa mara duniani kote, pamoja na miundombinu ya kiwango cha juu ya Emirates SkyCargo na uelewa wake mkubwa masuala ya usafirishaji. Hii pia ni mara ya kwanza kuwa ndege ya abiria ya Emirates kuwa na muundo wa rangi uliovutiwa na mizigo. Ndege ya Emirates Courier Express Airbus A380 iliondoka wiki hii kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa OR Tambo Johannesburg, ikiwa imebeba abiria pamoja na vifurushi moja kwa moja hadi eneo lililokusudiwa.